Wote mnaowaona hapa na wasioonekana hapa wanatumia gharama zao muda wao kusafiri na timu kila tunapoenda nje na mikoani. Mmemuona uh, mzee Azimu mzee Dalali hapa amezungumzia hilo Swedi, mechi zote za nje anakuepo na wengine uh, ambao tunasafiri nao. Kwa hiyo tunawashukuru sana uh, lingine ambalo tumelisema hapa na wajumbe wenzangu wa bodi wamelisema, tumefanya vikao tangu tumerudi hapa na tumeshirikiana na mwekezaji Uh, ndugu Mohamed Deuj ambaye ni mwenyekiti wetu wa board kuandaa mipango na utaratibu mzuri kuhakikisha kwamba tunapata ushindi kwenye mechi yetu. Kipekee nitoe shukrani za dhati sana kwenye jumuiya za Watanzania Algeria wakiongozwa na Mheshimiwa Balozi wa Algeria, wa Tanzania nchini Algeria ambaye anasimamia na Tunis Watanzania wanaoishi Tunisia, Watanzania wanaoishi Angola, Watanzania ambao wanaishi Botswana, lakini juzi kwenye mechi yetu dhidi ya Almasri liliongezeka jambo. Kwa maana kwamba tulipata wa East Africa kwa maana ya wa Zambia, wa Kongo, wa Rundi, wa Kenya, wa Nyarwanda, lakini zaidi walikuwepo wa Ghana, wa Nigeria ambao walikuja kuiunga mkono timu yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa balozi wa Tanzania nchini Egypt ambaye hakulala, tulikuwa naye muda wote, balozi wa Kenya nchini Misri ambaye tulishirikiana naye, pamoja na jumuiya ya wa South Africa ambao wanasoma pale Misri. Kama mlivyoona mlishuhudia, uwanja almost nusu ya jukwaa ulikuwa umejazwa na timu ya watu ambao walikuwa na support timu ya Simba. Kwa hiyo nitumie nafasi hii pia kuwashukuru sana kwa support hiyo, kwa sababu Tunaweza tukawa uh, si wenye shukurani kuwashukuru, lakini kama tulivyosema awali, hii timu yetu ni ya jamii uh, Watanzania wote. Tunaomba wengine wananipigia simu uh, kupongeza na kushukuru kwa kumwalika mwaposa lakini si yeye uh, tumemwalika yeye, tumewalika na viongozi wa taasisi nyingine za dini, kwa sababu hii ni timu ya umma Watanzania na jamii nzima ya wanaafrika Mashariki na Waafrika wanaiunga mkono. Kwa hiyo tumemwalika yeye na mashehe na viongozi wengine wa dini, tutaendelea kuwataja kadri ambavyo watakonfirm kushiriki wao. La mwisho si kwa umuhimu, uh, sisi tunapambana, tumesema hii ni robo finali ya nane almost. Tuna, tuna finali uh, wetu, kwa ya nane tunashiriki na tumeshashiriki finali fainali tukiwa na mzee wetu Azim Deuji, kwa bahati nzuri au mbaya viongozi wenzio wakati huo wametangulia mbele ya haki, lakini tunasema tu kwamba si mara yetu ya kwanza. Tumeshiriki nusu fainali miaka ya sabini, tumeshiriki fainali miaka ya tisini, lakini tunaamini kwa uwezo wa Mungu safari hii tutashinda tena kuelekea huko. Na hatupo kwa ajili ya kushindana au kubishana na yoyote. Sisi tuna concentrate na mambo yanayotuhusu, wacha wao wahangaike wa na mambo yasiyowahusu. Lakini muhimu zaidi Hatutaki kutishwa na mtu. Hii timu imefika kwa jitihada za wanasimba wote, wachezaji management, uongozi pamoja na kila mmoja ambaye ameshiriki kuifikisha hii timu hapa. Kwa hiyo hivyo vitisho vyao wala havitusaidii kitu chochote. Kimsingi, wito wetu ni kwa wanasimba na Watanzania wote, tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunaiombea dua timu yetu inafanikiwa kuingia katika hatua zinazofuata. Niwashukuru sana na niwatakie heri kila